Chawi maji tu, unakula vumbi, unapuliza na maji. Sansum tunakula maji safi, maji yamekogomba, maji anaakubebea, ya maji yako freshi, maji yamejimaliza, hana mambo mengi, maji safi aya. Maji kama ni mtu wa kutalii, ni maji fulani yanafaa sana, sababu niize kuyaendo wazungu wanasema easy to handle yeah. Lakini ni maji ambayo yanalaza nzuri, unakunywa safi, una enjoy. Ila sisi hiyo tunaita kibebeo kimeita eh, sisi hapa tunaita kibebeo, yani maji ya kibebeo. Hata kama yeah, una mwanao pale anasoma, unamvisha una hata shingoni cho pale, ukimpa hii, akishanunua hii kila siku, mwanao hakusumbui, mama. Maji unampa kinzi, anabeba anaenda shule, anakunywa, anarudi kibebeo, kipo ana enjoy na yeye pia, uko shwari, anaonekana wakishua. Kwa hiyo haya maji yana kibebeo, mm. Ni maji fulani matamu mazuri, yana ladha nzuri ya kutosha. Kwa mambo ya utalii na nini, ni maji ya kuenjoy yani. Sana mm. Kiufupi, unapokuja kutalii usisahau kubeba maji kama haya, chaka kwa chaka, chaka, kwa chaka kula nyama chaka.